Kweka ni mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii Iringa vijijini. Siku ya leo tumetoa mikopo kiasi cha shilingi milioni 407.94 na tumetoa katika vikundi vya wanawake 30, vya vijana vikundi 29 na watu wenye ulemavu vikundi 12. Hivyo jumla ya vikundi ni 71 ambavyo vimeweza kupata mikopo katika siku ya leo. Katika kipindi hichi tumetoa awamu ya kwanza tutakwenda kutoa tena awamu nyingine kwa sababu maombi yalikuwa ni mengi kwa karibu bilioni moja nukta tatu. Sasa tumeanza kwa awamu, kwa hiyo sasa hivi ni awamu ya kwanza, tutaendelea na awamu zingine. Kwa hiyo wananchi ambao hawakupata kwa sasa hivi watapata katika awamu nyingine. Naona kwamba sasa hivi changamoto zimepungua baada ya utaratibu huu mpya wa utoaji wa mikopo tangu na pale nyuma tulikuwa kidogo changamoto ya mikopo ilikuwa ni kubwa, lakini kwa sasa hivi kwa Iringa vijijini mikopo inarejeshwa kwa wakati, kwa sababu ya utaratibu wa kanuni za mikopo mpya huu ambayo una kamati ya kata, kamati ya almashauri na hata kutoa mikopo ya kamati ya uhakiki wilaya. Uh, kamati hizi zimeshaidia vikundi sasa vinarejesha mikopo kwa wakati, tofauti na hapo nyuma. Kwa hiyo tunatarajia pia vikundi hivi ambavyo vimepata mikopo siku ya leo vitaweza kurejesha mikopo kwa wakati na kuepusha usumbufu wowote wa kuwafuatilia katika manyumba yao, lakini waweze kurejesha mikopo hii. Lakini pia kufanya marejesho kwa wakati, na watambue kwamba wana nafasi tatu pata awamu hii, watapata awamu nyingine ya pili, awamu ya tatu, na baada ya hapo watakuwa wamegraduate. Sasa nikisema graduate, sasa wataweza kwenda kuomba mikopo sasa kwenye mabenki kwa sababu watakuwa wamekuwa kiuchumi. Nitoe wito kwa wananchi wa vikundi hivi na katika kata zetu zote 28 waelewe pia, kuna fursa mbalimbali mbali ambazo zipo zaidi ya hii mikopo ya asilimia kumi. Kuna mikopo ya machinga ambayo fedha zimeletwa NNB, wanaweza kupata vitambulisho vile na wakaomba mikopo. Mikopo ile yenyewe ina riba ya asilimia saba, lakini kuna fursa nyingine ya PPRA, masuala ya manunuzi, wana fedha za asilimia thelathini za miradi ambayo inaoendeshwa katika maeneo yetu. Vikundi vinahamasishwa vina kujiunga na kuweza kuomba tenda katika mifumo yetu ya nesti na kuweza kunufaika na fedha hizi. Ni wananchi wengi bado wana hofu kwamba sisi tukijiunga kwenye kikundi, tukiweza kuomba tenda, je, tutapata? Naomba niwaambie kwamba bado watu hawajaelewa vizuri fursa hii, kwa hiyo waichangamkie, wajiunge kwenye vikundi, wajisajili na hata kuomba tenda mbalimbali mbali, ambazo za miradi ziko kwenye maendeleo maeneo yao kwa sababu asilimia 30 ya fedha ambazo za miradi zipo zinapaswa kwenda kwenye makundi maalum tu. Masuala haya ya manunuzi ya 30, wa maafisa maendeleo ya jamii wetu wote katika kata zetu 28, wote wameshapata mafunzo kutoka PPRA na wanaweza kuungana na wananchi na kuweza kuwafundisha namna ya kujisajili na kuomba tenda. tuko nao bega kwa bega kwa Kutu... Maria mdenye natokea kata ya Nyang'oro wilaya ya Iringa vijijini mikopo hii ya asilimia kumi, nashukuru kwanza kuipata kwa sababu mimi kwenye kijiji changu nilikuwa tulikuwa tujai kuipata. Tumeiomba kwa lengo ya kubusti biashara zetu. Tumeomba kama kikundi tukiwa wana, vij, kikundi cha vijana tuko watu kumi na nne, tumeomba milioni nane, tumepata milioni saba. Kwa hiyo kwanza naishukuru serikali kutupatia, lakini pia tunaamini kwamba mikopo hii tunaenda kubusti zile biashara zetu ambazo tulikuwa tumezianzisha, kwa sababu kwenye kikundi chetu kila, kila kijana alikuwa na biashara ambayo ameshaianzisha. Kopo inakuwa ina mchakato mrefu unaomba, baada toka mwezi wa nane tumeomba mpaka saizi mwezi wa kumi na mbili tulikuwa tujajua tatizo ni nini, tubaki kwa laumu labda mabibi maendeleo hawafanyi kazi, lakini kulingana na jinsi tunavyoendelea kupewa elimu tumeelewa kwamba mchakato tu, mabadiliko ya kimfumo lakini pia tunaahidi kwamba tutarejesha vizuri. Pindi tunavyokuwa tunarejesha vizuri, tunaamini kwamba tumetanua uwigo wa kupata hata wenzetu. Kwa hiyo, naitwa David Mgimwa, mimi ni mtu mwenye ulemavu wa kutokuona, lakini pia niseme kwamba nina uzoefu wa kuwa nafanya shughuli zangu ndogo ndogo hususani kilimo na ufugaji. Ah, hii mikopo ni ukweli tumekopa, lengo letu tunajua kabisa tunaenda kuboost biashara zetu. Kwa mfano kama mimi hapa sasa hivi nimesha kata kibali cha kuchukulia mkaa, ambao unajua tu kwa asilimia kumi ninaweza nikarudisha, lakini nilikopa. Ninalia hali kwa Watanzania ama kwa wajasiriamali wenzangu, ni kweli tumepata hii elimu, lakini unaweza ukakuta kwamba wengi tunaweza tukaingia baa kwenda kunywa pombe. Wengi tunaweza tukafanya sasa, kutumia tu matumizi asiokopo. Rafiki nilikopo na waasa wajasiriamali, lengo ni kushuhudia lile jambo tunalokopa, tunataka twende tukalifanya. Tukifanya kwa uaminifu, najua kwamba serikali inaweza ikatuamini kwa uaminifu pia. Waandishi wa habari wengi, sasa hivi tumekopa, tunabweteka sana maisha kwa mfano sasa hivi tunaweza tukasema kwamba mwezi wa kwanza ni mbali sana. Kwa hiyo nafikiri kwamba tunaweza tukawa tunajiandalia tu mahitaji ya watoto, unanunua kidogo kidogo, mwisho wa siku inapofika mwezi wa kwanza unakopa umeshatimiza, so, kwamba uchukue mkopo sasa uanze tena kupambana hiyo mwezi wa kwanza, kwamba unanunua tena mahitaji ya watoto uweze kutimiza lengo la mkopo. Nashukuru sana na tujitahidi sana kujitahidi sana kufanya marejesho. Lakini wale ndugu zenu ambao wanataka kujisajili kama wafanyabiashara wadogo, na kwenyewe kuna fursa kule. Nimesikia kwenye mabenki, waulize taratibu pia, msiwe na hofu. Waulizeni, mna mamaendeleo wale kila kata, wasumbueni, waulizeni maswali eh. Wengine wamejifungia, ukimuuliza anasema ah, tena katibu anaelewa kwenye kampeni kuna watu wanasema, ah, hizo hela sio za kwetu, zina wakubwa hizo, wanapeana wenyewe. Hapana, msikate tamaa. Dunia hii kila kitu kinahitaji mapambano. Ukikaa legelege hamna lege, unapata si muona leo mlikuwa mjui kuna kuna kuna tenda huko mnaruhusiwa kupata asilimia thelathini lakini mlikuwa mmeuliza wa maendeleo angewaambia kwao, lazima mpambane." Lazima unakuwa na kiherehere kidogo, msumbue maendeleo, muulize, nenda kwa mtendaji wa kata, nenda kwa mtendaji wa kijiji, uliza kuna fursa gani, kuna ujenzi pale jamani, imekuaje? Eh, e, mikutano ya hadhara, na mnasikia kuna miradi inakuja, kuna fursa gani? Ni lazima muwe sharp, au sio jamani? Yeah. na hata hizo hela mlizopata msiridhike, utafutaji hauishi. Mnaangalia fursa zingine, mnaangalia nini kingine kinaweza kufanyika milango inazidi kufunguka, lakini kikubwa kuliko vyote ni kumwomba Mwenyezi Mungu ili milango ifunguke ili fursa zingine zipatikane. Na lazima tuwe wajanja kuangalia fursa zilizopo ili tuweze kuzitumia zile fursa, tuweze kupata maendeleo zaidi. Sasa, kabla sijafunga hapa, ni mwenyekiti wa halmashauri ambaye juzi nimechaguliwa, kwa hiyo ndio nimeanza kazi, bado mbichi mbichi, nipigieni makofi <laughs> na kimsingi, mimi ndio msimamizi na msemaji mkuu wa halmashauri yetu, na hii mikopo tunakusanya ili tutoe kwenye vikundi, mheshimiwa DC, vya wanawake, vijana na wenye ulemavu. Ninachoweza kusema niseme mambo mawili, ni vizuri ninyi wakopaji mtambue yafuatayo. La kwanza, hizi ni kodi za wananchi wote wa halmashauri ya wilaya ya Iringa. Tunakusanya huko kwa shida, tunakusanya kwa tabu, usiku na mchana lakini mwisho wa siku ndio mnapewa nini. Wanapewa kina mama, wanapewa vijana, wanapewa wenye ulemavu, lakini ni kodi za wananchi wote wa halmashauri ya wilaya ya Iringa. Mkitambua hivyo, mnalazimika kufanya mambo yafuatayo. Kwanza, Nenda kafanye kazi kutokana na namna ulivyoomba mkopo wako, na usikope kama huna shughuli ya kufanya. Liko tatizo, watu wanakopa eti kwa sababu mwingine anakopa. Kama unaona huna shughuli ya kufanya, tuliza mzuka kidogo, omba kipindi kinachofuata, na mikopo hii haisimami, ni kila robo tunatoa mikopo hii kwa makundi hayo yote. Kwa hiyo nenda kafanye shughuli zako ulizoombea mkopo. La pili, mikopo hii haina riba hata senti tano, na kama haina riba, nategemea kabisa hakuna mkopaji yoyote atakayekuwa na sababu ya kutokurudisha.